Jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya darasa la nne, matokeo ya mtihani wa taifa darasa la nne katika simu yako bila kwenda shuleni. Namna rahisi ya kuweza kuangalia, hatua ya kwanza, afungua Google katika simu yako, sehemu ya kusearch andika NECTA. Baada ya hapo utasearch kisachi itafunguka utaweza kuiona website hii kama jinsi inavyoonekana hapa. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuibonyeza au kuigusa hiyo link ili website iweze kufunguka, na hii hapa ni official website ya NECTA. Kwa hiyo matokeo yote utayapata hapa, matokeo yote utayapata hapa. Kwa hiyo utakuja katika hivi hivi mistari mitatu hapa juu utabonyeza. Baada ya hapo utagusa hii neno result, na pale utaweza kuigusa hii linki ya SFNA, maana yake ni standard 4 national assessment, standard 4 national assessment. Utaigusa namna hiyo. Baada ya kuigusa sehemu hii hapa, sasa utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano hapo utaweza kuona elfu mbili na ishirini na tano Utaigusa linki yake kama hivi na baada ya kugusa linki yake utaenda kuchagua mkoa ambao unataka kuangalia matokeo yake. Utachukua mkoa ambao unataka kuangalia matokeo yake, kama ni Morogoro utaigusa Morogoro namna hii, na baada ya hapo utaweza kuona linki au shule au wilaya za mkoa wa Morogoro. Utachagua wilaya yako moja ambao uko na unataka kuangalia matokeo yake kama ni Ifakara utabonyeza hapo kwenye Ifakara, na sehemu hiyo utaweza kuona shule zote ambazo zipo katika wilaya hii ya Ifakara. Utachagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake, na utaweza kuyaona matokeo ya shule hiyo, kama jinsi inavyoonekana hapa, kama jinsi inavyoonekana hapa, utaweza kuona matokeo yake. Kwa hiyo hii ni namna rahisi ya wewe kuweza kupata matokeo haya